Hujambo na karibu, mechi kati ya Mara Sugar FC na FC Leopards sasa itachezewa katika ua wa Awendo Green Stadium siku ya Jumamosi. Awali, mechi hiyo iliratibiwa kuchezewa katika ua wa Raila Odinga Stadium mjini Homabay ila sasa imebadilishwa ghafula na itachezewa uga wa Awendo Green Stadium, ambao ni uwanja wa Mara Sugar. Mechi hiyo itachezewa mida itachezwa mida ya saa saba mchana. Ikumbuke kuwa timu ya AFC Leopards haijawahi kupoteza mechi hata moja tangu mtanange wa Kenya kuanza msimu huu wa mwaka 2025 hadi 2026. Bila shaka, kwa upande mwingine, timu ya Mara ya Sugar huwa nzuri ikiwa nyumbani. Wacha timba itambaye, mwisho wa siku tutapata mshindi. Ila sasa tunafahamu ya kwamba matokeo ni mawili, aidha timu moja ipate ushindi ama timu zote sipate e. sale tasa langu jina la salia kuwa Maskini Msomi, na hii ni Maskini Msomi TV, kituo ambacho kinakupatia taarifa kemkem na matokeo pindi yanapojibuka. E, kila ambacho nakuomba ni kwamba kisha ya kwamba una subscribe, una comment, una share, una like ndio nipatie moyo ya kukupatia kazi zote ambazo zinachibuka na lengo langu litakuwa ni kukusukumia pindi kitu chochote kinatendeka, aidha ndani na nje ya nje. Langu jina la salia kuwa Maskini Msomi, na hii ni Maskini Msomi TV.